Kila anayemuona duniani yupo kwa kusudi la Mungu, awe mwema au mbaya, yupo kwa kusudi la Mungu, yeyote na yeyote. Wakati wa Mungu kumtumia ukifika anamtumia kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu duniani. Wengine Mungu amewaweka kuwapima wenye haki mioyo wengine Mungu amewaweka kupima uaminifu. Hata yule anayekuletea hela yake nitunzie, siyo mjinga. Mungu amemweka kwa siku kama hiyo. Kuna jambo kubwa Mungu anataka akupe, iyo lazima upimwe moyo. Je, unaguu mwaminifu wewe? Je, una imani wewe? hata yule anayekuja kumsengenya mtu kwako, misuku ya kipimo. Mungu anakuwa amekupima aone je wewe ni msengenyaji chambo Mungu anataka kukupa wewe, linahitaji kutunza siri za watu. Je, Mungu akikupa utaweza? Ndio siku chache Mungu hajakupa, wanaibuka watu, wanakuja kumsema mtu mbele yako na unajumuika ile mazungumzo. Mungu anasema hafai. Mungu anageuza karata, anasema huyu hawezi kwa mtu fulani Mungu anakataa, anasema huyu hawezi kutoa baraka hii, kwa sababu, hata baraka ya utajiri Mungu anataka kukupatia pesa, lazima